Wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Butere huko Kenya wameandamana baada ya kususia kufanya mchezo wao katika hafla za kitaifa za michezo ya kuigiza wakitaka kuachiwa kwa mwandishi wa mchezo wao Cleopas Malala aliyekamatwa na polisi. Wanafunzi hao waliimba nyimbo za upinzani nje ya mabasi yao ya shule huku polisi wakitazama. Mnamo usiku wa Jumatano, Malala ambaye aliuandika mchezo wa Echoes of War au mwangwi wa vita, ambao wanafunzi hao walistahili kuwasilisha mbele ya hadhira, alikataa kukamatwa kwa kusalia ndani ya gari lake lililozungukwa na maafisa wa polisi. Polisi walifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandishi wa habari waliokuwa wanaiangazia purukushani hiyo. Malala ambaye mchezo wake unazikosoa sera za Rais wa nchi hiyo William Ruto anasema hakuambiwa mashtaka yaliyokuwa na yanamkabili. Namuuliza, wapi charge sheet? wapi e, summons? Hakuna, ilhali niko na oda ambayo inaniambia nikuje, ni, nifanye mchezo huo. Sa so ukinishika katikati ya barabara kama hii usiku umenipata hapo, umenishika, sijui wananipeleka wapi, hawaniambii chochote. Waziri wa usalama wa ndani nchini humo Kipchumba Murkomen aliwaambia waandishi kuwa Malala alitumia wanafunzi kuendeleza ajenda yake ya kisiasa. Malala ambaye wakati mmoja alikuwa katibu mkuu wa chama tawala cha UDA kisha akatimuliwa, anasema hakuna demokrasia nchini humo. Lakini sasa shida ni kwamba wanasema hakuna rihasol, wamekataza watoto kurihas kule ndani, wamewafungia kwenye nyumba hii. Ni demokrasia gani watoto wa shule wanashindwa hata kurihas? Je, demokrasia ina mipaka? Una maoni gani? Hebu tufahamishane.